Na washikadau wa sekta ya madini kaunti ya Taita Taveta wanazidi kulaumiana baada ya mwekezaji kukosa kulipa ada ya ardhi ambayo walitia sahihi ili kumruhusu kuchimba madini miaka miwili iliyopita. Wamiliki wa shamba la kijamii la Kishushe wanataka mwekezaji huyo kuondoka katika shamba hilo, wakidai ametatiza shughuli za wawekezaji wengine. Julius Joana anaarifu zaidi. Katika kaunti ya Taita Taveta ambapo wamiliki wa shamba la kijamii la Kishushe, eneo bunge la Wundanyi, sasa wanatoa wito kwa wizara ya madini sawa na viongozi wa kaunti hii kuweza kuingilia kati kufuatia mgogoro wa umiliki wa shamba ambapo baada ya kupatia mwekezaji wa kibinafsi ili kuendeleza shughuli za uchimbaji madini, bado mwekezaji huyo hajaweza kulipa ada kama walivyokubaliana. Sasa amepiga hatua ingine, badala ya kuanza kazi ameweka get, ameweka CCTV kwenye shamba, na sasa mtu yoyote ambayo anataka kuingia pale ndani lazima ni kama aripoti kwake. Maana wao wako tu wanakaa, alafu mwisho wa siku nasikia kesho mje mchukua fomu za basari, hiyo pekee yake ndio wanatufanyia. Kwa hivyo mimi kama mwenyekiti wa tsanol huyu bwana tunaomba aondoke, maana wanunuzi wanakuja, alafu unasikia wanaingia kwa ruhusa. Na anawatishia kwa sababu ameweka CCTV pale, na anafanya kana kwamba amepewa kibali cha hiyo shamba. Hata sisi kuja kwetu alituomba ruhusa, tukafanya mkataba kwamba hawa watu wadogo atawaachia. Sasa ni nini kimegeuka? Kime tukaona huyu bwana baada ya muda amepata uchochezi pale, ndani kuna watu wengine ambao wanachangia ambao sasa ndio wamempatia kichwa kufura kichwa, na imekuwa kwamba hatuwezi kuelewana naye, hatuwezi kupatana naye. Karatasi za, za wenye shamba ama consent niko nayo, nimetafuta neema license niko nayo mkononi, ila shida imekuwa ni kupata mining permit. Nikienda RMO, kwa RMO ananiambia kwamba shida ni uongozi. Ni nikiangalia hii mining permit haitoki kwa either kwa chairman of ranch ama kwa kiongozi yoyote ambaye anayepatikana pale nyanjani. Hii ni hii hatimiliki ni karatasi ambayo inatoka katika serikali. Ndio kilio cha wamiliki wa shamba hili la Kishushe hapa, ukitoa wito kwa viongozi wa ngazi ya kaunti kuweza kuingilia kati, kwani wameingia hasara ya mamilioni ya fedha. Nikiripotia runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Taita Taveta, mimi ni Julius.